Viongozi wale po matokeo. Simba anafukwa na, na Azam Simba. Simba Simba na na Azam. Simba, Simba. Simba. Simba na Azam. Azam bora timu. Kwa kuwa gani Azam? Ametoka sana na Azam. Mechi tatu mfululizo. Unaambia kwamba ni timu kubwa. Yaani timu timu ambayo ushindi. Timu ambayo ushindi haipakua. Unamwacha swala nje. Dakika tano swala cha dakika tano. Swala. Ndio maana. Swala anaweza kaza timu ya Taifa. Kwa Afrika. Tunachezeka na Simba.

anaongoza goli tatu, unamweka nje jamani, ndi koi unamweka nje kama nani? Kama so hatuwezi kuwa na viongozi ambao wanachumia matumbo yao ukatarajia simba itapata matokeo. Simba hata kesho ikicheza na Yanga tunakufa goli saba.